Katika kuhakikisha vijana wanaweza kuwa na imani ya uthubutu hususan katika uwekezaji, mkuu wa mkoa wa Songwe Daniel Chongolo amesema serikali haitakuwa kikwazo kwao, ambapo amesema kuwa ili kuinua kiwango cha ukusanyaji wa kodi ni muhimu kuwa na vyanzo vipya vya mapato. Tusipowajengea watu wetu uchumi, hatujengi mazingira mazuri ya kufanya hayo mengine. Ili tutengeneze mazingira ya kuwa na makusanyo mazuri, lazima tutengeneze vyanzo vipya na vyanzo vya uhakika vya vya kodi lazima tuwa encourage watu wenye mitaji ambao wameanza kuthubutu kufanya jambo kufanya jambo kubwa zaidi. E, changamoto ambazo zinatustahili serikali kusupport, kusupport na yale ambayo yanatutaka serikali kuweka nguvu ili kukusaidia wewe kufikia malengo yako, tutafanya wacha. Msingi msingi jialini, weka utulivu, kuweka mazingira wezeshi ya kufikia ndoto yako. Sawa bwana, hilo ndio kubwa. Lakini, hongera kwa uthubutu, hongera kwa kuwa. Naye David Mwampamba ambaye ameonyesha nia ya kufikia ndoto zake kama kijana kwa kufanikiwa kufungua kiwanda kilichopo katika halmashauri ya mji Tunduma wilayani Momba, ambapo ameweza kuajiri vijana wenzie zaidi ya 32 mbili na kuipunguza serikali mzigo wa ajira. Kwa serikali ni kwamba ni kutuwezesha kutuangalia vijana tunaopambana, tunazidi kufanya nini kupambania ndoto zetu, kwa sababu mpaka dakika hii hapa mkuu wa mkoa amefika. Naona ni fursa mojawapo ambao wameshanisikia wa kwamba kuna kinywaji kinaitwa devijini kinatoka mkoa wa Songwe na six pack. Sasa mpaka dakika na hizi niona, watu wa, wa nyanda za juu kusini wote watakuwa na imani ya kwamba kuna kiwanda kiko Songwe, ndio kumbe ni pombe ambayo iko halali imethibitishwa na TBS, yani na viwango vyote. Kwa mpaka dakika hii watu wa Tunduma na Songwe, niseme nyanda za juu kusini kwa ujumla, pombe ina alcohol 40. Kwenye kampuni yetu tuna bidhaa mbili, ambapo kuna bidhaa Davigen na Sixpack. Kwenye upande wa bidhaa ya Davigen ni hii ni dry, upande wa Sixpack hii ni vodka. Na zote zimethibitishwa na TBS, na zimefata kanuni zote, kwa hiyo ni bidhaa halali, pia haina madhara yoyote ile kwa, kwa mtu yoyote. Wapo upande wa serikali ni kuonyesha uhalali wa bidhaa yetu kwamba tuko tunalipa kodi na tunatamani tufike mbali zaidi. Sasa ili kufika mbali zaidi, lazima tupate watu wenye ushawishi zaidi kama yeye.